County government um, tunajaribu ku address ni mambo ya kuhakikisha walimu wa kutosha wako tayari, tuna walimu na kuna mpango ya kuajiri walimu wengine, kuna wale tuliwafanyisha interviews na budget haikuwa uh, haikuwa vizuri but sasa kuanzia um, very soon tunaenda kuwatuma hawa walimu ili waende kwa shule, tunaongeza walimu ili wawe wengi. Jambo lingine ambalo tunafanya, tunataka kuangalia pia masilahi ya mtoto, kuhakikisha kwamba anapata chakula, na kama county government tunaanzisha msimo wa kupeana uji ambao umetengenezwa, imewekwa bidhaa mbalimbali, kuhakikisha mtoto atakapokunywa hiyo uji. Uh, itamsaidia na atapata afya nzuri, maana mtoto pia akija shuleni labda alikuwa chakula kitu nyumbani. Tunataka akifika shuleni anapata kikombe cha ja uji ili aweze kufurahia shule, na pia tunapeana vifaa uh, vya masomo kwa ICT centers zetu zote, na mpaka saa hizi tumepeana in all our ICT centers tumepeana teaching and learning materials na hiyo pia tunasaidia kutayarisha mtoto katika msingi. Wa mtoto anahitajika awe, um, achungwe vizuri, na mtu ambaye atachunga mtoto wetu si mwalimu peke yake, tunataka pia tuwahusishe, wazazi wahakikishe wanatunza wanachunga watoto vizuri, ili wanapokuja shuleni hao watoto wawe na maadili mazuri ambaye itawafanya wanaposonga kwa hatua nyingine ya masomo yao hiyo msingi watakuwa wameiweka iwe dhabiti na inaweza kuwasaidia kwa masomo yao ya baadaye. Kwa majina ni Steven Omogo Barongo, director wa elim kutoka Ministry of Education Headquarters na yeah. Mimi nasimamia masilahi ya wanafunzi wa shule ya msingi sasa tumetumwa hapa Nikiwa mimi ndio kiongozi wa timu ambayo imetoka Nairobi ili tuweze kusemezana na wananchi, kusemezana na washikadau uh, kuhusu hasa uh, mambo ya mfumo mpya wa elimu ambao ni mfumo unahusu umilisi, competence based education, na kama mnavyoona katika hapa uh, juu

Uh, the competence based education that we are giving and strengthen uh, our strategies in uh, giving this education so that uh, lastly then we will get the objectives of this very important uh, education system uh. Mimi naitwa Mandila Robert wa Executive Secretary wa KNUT Bungoma East na pia Executive Secretary Bungoma County kwa niaba ya walimu wa Bungoma nasema ya kwamba masomo ya CBC ile yako wakati huu, bado kuna changamoto mingi sana. Kwa mfano upande wa walimu utapata ya kwamba shule iko na walimu watatu na kuna madarasa ya grade 7, 8 na 9. Hiyo grade 7, 8 na 9 iko na streams karibu kumi ama nane, so unapata ya kwamba walimu hawatoshi wa na walimu wale ni wasomo fulani fulani Masomo mengine hayajawahi tilia maanani kwa sababu ya ukosefu wa walimu. Jambo la pili ni kwamba shule zetu hazijapata pesa za kuendeleza masomo. Mara kwa mara waziri anasema wiki lijala atatuma pesa. Na wanataka walimu wakuu waweke hawa wanafunzi katika shule. Tunasema ya kwamba tumechoka, na wakati tutaamua, tutaambia walimu waweze kutoka mule madarasani na shule ili aidha wazazi wagaramike kama serikali imeshindwa kulipa. Jambo lingine katika ulimwengu huu wetu wa Kenya, wewe ukitumwa kufanya mahali kazi lazima ufanye na stakeholders. 80% ya stakeholders ikishindikana ya kwamba awezi fanya na 80% ya stakeholders yamaanisha kwamba wewe uamue uende, kwa sababu hao watu watabaki. County director wetu wa ministry hapa ya education is a lone ranger, na tunaamua ya kwamba kwa sababu amekaa hapa muda wa kutosha mwenyewe aombe na pelekwe mahali pengine, la siyo hivyo tutaenda kumtoa. Jambo lingine, utapata ya kwamba tumesikia regional director anasema ya kwamba waalimu wetu wa shule za upili ati wakiulizwa hawajui CBC ni nini. Huo ni ukweli wa mama kwa sababu hawajafanyiwa rituli namba tu, hawa waalimu. Hata ukiwauliza CBC iko na vitu inaitwa strand substrand, na sisi masomo ya zamani ni topic and subtopic, utapata ya kwamba wanakuwa wazi, wanasema ya kwamba hawaelewi mambo ya CBC ni nini. alafu regional director anasema wakitaka, wakimaliza mfumo wa elimu ambao unaisha waende hivyo waende wape na hao wametrain walimu hawajafika kustaafu, yeye ndiye anatakana aanze mwenda aende, kwa sababu hawajafanya wajibu wa kuelimisha hawa walimu wetu mambo ya CBC ni nini. Jambo lingine tunahofia mambo ya pathway, hawa watoto wetu watawekwa namna gani grade 10? Hilo ndio jambo ambalo linatusumbua sisi wakati huu kama wawakilishi wa walimu, kwa sababu hapo zamani tukiwa na A level, ilikuwa shule ambazo ziko na vifaa zinaweza chukua arts na sciences. Lakini hapa tumebaki tuna miezi karibu nane, hao watoto wanaenda grade 10 na hatujui Cardinal Otunga itachukua pathway gani, hatujui Kibabi itachukua pathway gani. Tena wamengoja tufike tu hapo, na wanaanza kulaumu walimu ya kwamba walimu hawaja prepare wanafunzi na wazazi vizuri.